Jioni ya leo ninatangaza upendo wa Yesu ni upendo ajabu na kwambia, wakati mwingine unaongea na Yesu hata ukiwa barabarani, unacheka, wanajua wewe ni kichaa, kumbe sio kichaa. Yesu anasema na wewe kwamba niko pamoja na wewe, usiogope, nitakutia mkono, nitakushika kwa mkono wa kuume. Waliokoka na tangaza wako salama. Oh, usiokoka leo, yes! ni zamu yako Yesu

si mfalme wa wafalme, mzee wa siku, hajawahi kuchuja, hajawahi kufa. Tumewaona mashujaa wengi wa kibinadamu wamekufa, lakini Yesu ana storia ya kufa. Yesu ana storia ya kushindwa. Yeye ni mshindi zaidi ya washindi. Jioni ya leo, mpokee Yesu awe Bwana mwokozi wa maisha yako. Usifanye moyo wako kwa mgumu, mkubali tu Yesu ili uwe salama. Hebu shogia. Oh, a usiogope hapa, hatutangazi vita, tunatangaza amani ya Kristo.